Kwa si zan staikwat ilileta rudishi karudisha i lisoma shule lakini hakuna situesheni uu shuleni kama uimbie mtihani, yaani uimbie majibu ufaulu kabisa divisheni wani, alafu usikie ule mtihani umekuja, unatakiwa kurudiwa

Msimba ni kitu ambacho kinamkuta kila mtu, mimi na wewe kitatukuta, lakini tuone tu tukiwa tushashika hera kidogo, sije tukapiga chafi ya kwenye mageneza. Yani, unakuta msimba wako unasafirishwa Kigoma, nauli labda laki nane mpaka unashtuka nane lakinane na na kwa marehemu kwamba kipindi, alafu unasikia wanakamati anasema, ah, sasa tumemaliza msiba salama, lakini tumebaki na milioni mbili, zitaenda wapi